Kulikuwa na usiku mmoja wa kimya, anga likiwa limetulia kama uso wa ziwa kabla ya dhoruba. Hapo juu, mbali na macho ya binadamu wa kawaida, kivuli kilipenya anga la dunia kama mzimu usioguswa na mwanga. Haikuwa ndege ya kawaida, hakikuwa kifaa tu cha kivita, kilikuwa ni kiumbe wa kisasa, kizazi cha akili ya binadamu kilichokuzwa kwa siri na silika ya ulinzi. Hii ni B-2 Spirit Bomu la roho, ndege wa kivita aliyekata kiapo cha kutoonekana. Watu wachache duniani walishawahi kumuona kwa macho, lakini alipoonekana ilikuwa ni ishara ya mwisho wa adui. Hakusikika, hakuonekana, alipiga kwa hasira ya radi na kisha kutoweka, kana kwamba hakuwahi kuwepo. Huu hapa ni ushuhuda wa sifa zake, wa sifa za ndege wa kivita ambaye hata anga linamheshimu moja ya sura ya kuvuruga macho na mitambo. B-2 ana umbo la ajabu kama bawa lililoachwa na Mungu wa anga. Ana mkia, hana sehemu ya kawaida za ndege, ni bawa tupu lenye akili. Muundo huu unamfanya asiweze kutambuliwa na rada za kawaida. Kwa adui ni ndoto ya jua kali, kivuli kinachotoka wapi na kwenda wapi hawajui. Katika dunia ya vita ya sasa, kutoonekana ni ushindi kabla ya mapambano. B-2 ana uwezo huo, si kwa mzaha, bali kwa ukamilifu. Anaweza kupenya anga la adui bila kugunduliwa, akaangusha makombora na kurudi nyumbani kabla ya milio ya siren haijapoa. Mbili, upeo wa safari. Kama mwindaji wa kale, macho ya B-2 hayaishi. Anaweza kuruka umbali wa zaidi ya kilomita 11 bila kuongezewa mafuta. Akiongezewa mafuta hewani, anaweza kuzunguka dunia hii ni sifa ya ndege anayekataa mipaka. Anaweza kutoka Misuri, Marekani na kufika Siria, Korea Kaskazini au katikati ya Sahara, akaenda akapiga akarudi, yote bila kutua. Ni kama mwindaji wa kale aliyezoea kusafiri usiku kutafuta mawindo yake ya giza. B-2 ni ndege wa kivita anayejua kutafuta lengo lake hata likiwa mbali kiasi gani. Tatu, uwezo wa mabomu, ndoto ya giza kwa adui kuna ndege za kubeba mabomu halafu kuna B-2. Yeye ni hifadhi ya maangamizi, anaweza kubeba zaidi ya kilo 18 za silaha, ikiwa ni pamoja na mabomu ya kawaida na yale ya nyuklia. Kwa lugha ya vita, hiyo ni silaha ya kuleta mwisho wa dunia mdogo, localized apocalypse. Lakini uzuri wake hauko kwenye fujo, ni kwenye usahihi. Mabomu yake yanaweza kuelekezwa kwa usahihi kwa hali ya juu, yani anaweza kuangusha mabomu ghorofa ya pili akaliacha la kwanza na la tatu bila kuguswa. Huu ni uwezo wa kijasusi na utekaji wa vita wa hali ya juu. Nne, ni ubongo wa kompyuta, akili kupita binadamu. Ndani ya B-2 kuna akili iliyozidi wanadamu wa kawaida. Kompyuta zake hufanya kazi kwa kasi ya kupindukia, hupokea taarifa, huchambua rada, kuelekeza silaha na kujilinda dhidi ya mashambulizi yote bila kupoteza hata sekunde moja. Rubani wa B-2 anakuwa kama nahodha wa chombo chenye roho ya akili. Ni ndege ya kivita anayejua kuishi. Akishambuliwa hujilinda, akipoteza mwelekeo hujipata. Ni ndege ambaye huonekana kama amefanywa kwa uchawi wa teknolojia ya kisasa, lakini ni kazi ya juhudi za karne ya 20 na 21. Tano, gharama ya kifo. B-2 si wa bei rahisi. Kwa kujenga B-2 mmoja Serikali ya Marekani inatumia zaidi ya dola milioni elfu mbili kwa kila mmoja sawa na zaidi ya trilioni tano za Kitanzania. Ni ndege ghali zaidi kuwahi kutengenezwa, lakini kwa wao usalama wa taifa haupimwi kwa bei, unapimwa kwa uhakika. Kwa hivyo B-2 si tu ndege wa kivita, ni nembo ya nguvu, tahadhari kwa maadui na ahadi kwa marafiki. Marekani iko juu kimya, lakini inasikia kila kona. Hitimisho. B2 Bombers ni kivuli kinachozunguka dunia. Hadithi ya B2 haijaisha hadi leo. Bado anaruka, bado anatisha, bado anaheshimiwa na kuogopwa. Katika historia ya vita vya anga, hakuna ndege anayefanana naye, na kila wakati anga linapokuwa tulivu sana, labda ni yeye, yuko juu, anga linamtambua. Sisi tunamwona tu kivuli chake. Hii ndiyo hadithi ya B2 Spirit, Ndege wa kivita ambaye hakimbii kivuli chake, bali anakitawala. Mimi ni Nura Muhammad. Instagram unanipata kwa kuandika official underscore nuradhan.